Vipi mjeshi, wakali wao na Ebitoke? Kwema kabisa, kama brother. Naona clip zenu kwenye mtandao ya kijamii mnafanya vizuri sana. asante sana, sana. kwanza wazo la, la kuja na, na, na uh, uh, ile asili ya ushamba ilikuwa kwaje? idea ya brother au ndo brother mkubwa mwenyewe anaweza kuzungumza? Mjeshi niambie niambie. ya samani rudia swali wazo la, la, la, ile asili ya ushamba ushamba ambao umekuwa mkigiza lile wazo mmelibuni vipi ya? Wazo la ushamba kwa nani sasa kwa ile ya, ile zile style, kwa sababu hata mavazi yenu ya yale ya kizamani nini. Ah, okay, unajua iko hivi, kazi yoyote ni ubunifu, unajua eh? Kwa tunapokuwa kama crew, kuanzia Ebitoke Mkali kuna meneja wetu anaitwa Timothy Conrad, tunakaa kwa pamoja tuna discuss nao tunaweza kufanya kitu gani kwa sasa hivi, tunaweza kuja na style gani ambayo unaweza kuwateka watu na wakaisi wamepata burudani kutoka kwetu kwao. Tunajikuta mkali anaweza kuplay character nyingi sana tofauti tofauti, kama hizo za kibashite, hizo za kishamba za, za <laughs> kuna za kiteja, unajua iko vizuri, kuna shamba za unajua kwa tunakaa ni watu ambao tunapenda kubadilika, tunaumiza vichwa sana ili tuweze kubadilika kufanya watazamaji wa, wa ama mashabiki wetu wasituchoke okay. Ebitoke, ile style ambayo unakuwa unaigiza una, una, una, una mashabiki wanakuchukuliaje pamoja na watu wako wa karibu <laughs> kiukweli, kwa upendo wa mashabiki wanachukulia wa a vizuri, na pia wamenipokea vizuri kwa stali ambayo mimi nimekuja nayo, naona watu wengi wame appreciate kazi yangu kwa kwa na sana hiyo. kuna kitu mashabiki wananipokea wananipongeza na furahi sana. Kuna kitu kwa chochote ulikifanya ukaona da hichi hapa nimefunika nime yani yeah, kitu ambacho kufanya nikafunika no, da hichi niwahi no, kufanya yeah, of course kuna vitu vingi tu nimefanya ambavyo mimi nika nikafunika nikajiona yes hapa ya yeah, vipo vingi. Kile ambacho labda uliona da hichi mbona kigumu sana hichi kukifanya, ambacho nakiona kigumu <laughs> yani, kigumu kwangu ni pale napokuwa nipo location na nipo katika mm, sini nipo kwenye kucheza. Sasa ni waga kuna ile sura mbia mkali makuzi yake, so waga ananipa fani hivi, ananichekesha sana. Kwa hiyo hicho ndio kinaletaga changamoto kidogo. Wakali wao, tutegemee nini sasa kutoka kwa, kwa kundi lenu? sasa ya yeah, kikubwa mashabiki zangu wategemee vitu vingi vizuri, vitu vingi vizuri, vitu vingi vizuri kwa sababu Nashukuru Mungu kwenye comedy watu wengi wametuelewa kwenye comedy, lakini Mwenyezi Mungu katu, katupa tunu nyingi. Kama bwana Mjeshi ana anaimba, ana alikadhalika mimi pia naimba, sio? Kuna vitu vingi tutakuja kuimba katika mechi yetu tutakuja kufanya, inshallah, Mungu akijalia, tunaimba kwa watu wana fly. Pia licha ya kuimba, pia kuna plan ya kufanya series. Bwana Mjeshi anacheza comedy pia katika series, yuko vizuri, ana plan za kufanya movie nyingi tofauti sana. Sana, kuna kuna asili za Ebitoke ambaye anakuja kwenye TV yako kusuni. Kuna vitu vingi sana ambavyo tutavifanya. Kila Kila kitu kitu ni plan na na na, na, na, na mipango. Kila vijana. Inshallah alhamdulillah tunashukuru ndugu yangu. Asante, asante pia. Pia asante mashabiki zangu ambao tuwe hapa ambapo tumekoa. Unaweza kuongeza kitu kidogo. Unaweza kuwavunja mbao. Samahani. Naombe ni, na, nime mimi nafanya biashara gani? Nauza kei, mimi nauza kei. Ndio, mimi nauza kei. Subirieni kwanza ah,

Usiyo kachukua K. Ni K za Instagram, ana 10K. Mimi na 260K. <laughs>